Leo wanasayansi na madaktari wamekuja kujua huyu mjusi namna anavyowaua anavyowaua watu duniani. Hata serikali ya Australia imetenga mabilioni ya dola kupambana na huyu mjusi. Huyu mjusi ameua watu wengi ndani ya manyumba zao bila watu kujua. Huyu mjusi, mfano ametumbukia ndani ya sufuria ya mchuzi ambaye mtu mwanamke anakoroga, anapika, anapika mchuzi au chakula aina yote ile akatumbukia mle ndani bila kuonekana, akakorogwa mpaka mwisho akapotea, kwa sababu ile moto ya ile mchuzi mfano ikaifanya isagike sagike. Yeyote atakayekula hiyo hiyo chakula atakufa. Ndio unaona, unasikia watu wamekwenda kwenye harusi, wamekwenda kwenye kilio, wamekula chakula cha harusi, wamekufa wote, wamekuja kugundua kumbe ni mjusi. Watu hawana habari. Huyu mjusi Akija usiku akaramba kwenye mswaki yako, mswaki umeitundika juu ya ukuta hapa, akaramba hapa. Ile wewe asubuhi ukaamka ukatia dawa bila kuiosha, ukapiga naye hapo hapo, utakufa. Na akipita kwenye sabuni ambayo unaogea wewe, sabuni yako akapita tu, ile ngozi yake ikagusa ile sabuni, wewe ukachukua sabuni bila kuiosha, ukaoga naye, inasababisha kansa ya ngozi. Kwa nini Mtume aseme huyu auawe? Huyu ndio unamwona, Bi Aisha radhiallahu anha alikuwa na kigongo ndefu ndani ya nyumba ya Mtume akiwawinda hawa mijusi. Kwa hivyo wewe yote, ambaye anaishi na mijusi haya apate kujua anaishi na adui, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala amekupa neema ndani yake. Ukimuua katika dharba ya kwanza utapa, utapewa kadha wa kadha. Basi kumbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, hawa wanyama wanafanya malaika wanaomba wangojee kuteremsha mvua na wengineo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akazungumza na moto akaiambia moto, ya nar kulna ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ewe moto wewe kuwa baridi na salama juu salam ya Nabii Allah Ibrahim alaihi salam. Wanasema baadhi ya mufasirini Mwenyezi Mungu hakusema ya nar kuni bardan ala Ibrahim. Lau angelisema kuwa baridi juu ya Nabii Ibrahim, ile baridi ingeweza kuzidi ikamdhuru Nabii Ibrahim lakini kuni bardan wa salama kuwa baridi na amani juu ya nabiullahi Ibrahim alayhi ssalam. Nabii Ibrahim anatua ndani ya moto, yuko ndani ya mukayaf air condition. Nje ya moto, ile mvuke inavyopiga, watu wanajua jamaa huko ndani anakaangika vizuri sana. Wanangojea mpaka wakati moto itamalizika, ili wakaokote ile jivu ya Nabii Ibrahim waende wakaitupe baharini Moto ilipomalizika baada ya masaa na masaa na masaa, Nabii Ibrahim anatoka ndani ya moto anajipangusa namna hii, anapangusa yale masaza vumbi, vumbi, yale majivu. Baba yake Ibrahim anamwona Ibrahim anashtuka, anamwambia e, mwanangu Nabii Ibrahim, kwa kweli mola wako anakupenda wewe. Lakini haikuwa ni sababu ya kuweza kumfanya baba yake asilimu ya wala na mrud wala wengine wakazidisha kibri. Maanake yaani, hapa funzo ambayo tunapata Waislamu, Nabii Ibrahim amevunja masanamu amevunja masanamu wengi tu hawakuweza kujisaidia. Sasa wao wakaona na wao vile vile, wao vile vile wana uwezo wa Mungu.